Ni umbali wa kilomita kumi na mbili kutoka eneo e, la mabasi la Singida mpaka hapa Mtipa, ni umbali e, ambao unaweza kuchukua dakika ishirini tu kama unakuja kwa gari, lakini kakuchukua masaa mawili kama unakuja kwa mguu. Ni umbali ambao kidogo umechangamka. Mimi naitolea somo, mtazamaji, mtazamaji, Mwananchi digi to, karibu sana. Tupo Singida, pahala ambapo kuwa na uwanja wa mechi pamoja na mazoezi ambao e, viwango vyake vinaendana uwanja wa Liti Singida mama kujenga uwanja uwanja mwingine ambao unafahamika kama uwanja wa Airtel. e, hapa e, wenyeji wa Mtipa, e, hapa. Mtipa niko nao. Watakuwa na bahati kwa kweli, kwa mara ya kwanza. Wale masta wa Young Africans ambao walikuwa nawaona kwenye Luninga watapata fursa ya ya kuwaona live, na wazungumzia kina Pacome Zuzwa, Maxi Nzengele. E, tuzungumze bwana, wenyeji wetu hapa e, watatuambia e, asili ya neno Mtipa ni nini? Bwana kwema, ndugu yangu. Kwema. Naitwa Msafiri. Uko hapa tangu mwaka gani? Toka nilizaliwa mwaka 1971 nikazaliwa mpaka leo niko hapa. Zaidi ya miaka 40. Niko hapa. Hebu tueleze kidogo kuhusiana na uko hapa tangu mwaka sabini na moja kama ambavyo umeeleza. Tueleze neno Mtipa eneo la hapa limetokea wapi na likuwaje mpaka aitwa Mtipa hapa? Inaitwa e, Mtipa maana yake toka unyambwa ikazaa Mtipa. Mtipa hii maana yake palikuwa na mti mkuu ulikuwa na katwa na wazazi wetu, wa, mababu zetu wa zamani. Mti ulikuwa mkubwa sana nakatwa, wakatwa ule mti wakasema ni Mtipa, kwa sababu maana ya mtipa ni paa. Ile kukatwa mti ukaanguka chini, ndio akaita Mtipa mpaka leo hii Mtipa na uhusiano na wa Mtipa na mlima ambao tulionyeshwa awali, kuna, kuna mtu ambaye taonyesha bwana Mtipa bwana una asili ule... ile mlima pale yeah? Ndio mtipa, wazazi wetu babu zetu wa zamani walikuwa nakaa kwenye ile mlima pale, ndio wakaita mtipa moja kwa moja mpaka leo yeah. Yeah. Na, na, kwa kipindi hicho ulikuwa na, na umri gani kipindi kile? niko na miaka mitano mwandamizi kabisa kabisa, wewe sio wakuja, umezaliwa hapa, hapa nikakua mpaka leo na familia yangu mpaka mji wangu mimi, mpaka na unaona hapa kokote kweli, kwenda kutembea na kurudi, bye.